Mambo vipi, mtazamaji wa Azam TV. Karibu kwenye wiki mpya, kipindi chako pendwa cha Nyavuni ambacho kinakuletea magoli na saves kali kutoka kwenye ligi kuu ya NBC. Moja kwa moja, tuanze kuangazia mabao kumi bora yaliyofungwa kwenye ligi kuu ya NBC kwenye raundi tofauti. Namba kumi, Andi Boyeli, Yanga Sports Club dhidi ya KMC. Anaendelea kuamsha shangwe na neremo kwa mashabiki ambao wamejitokeza, si kavu ya kuvunjika wala siyo mbichi ya kusokoka. Huyo ni Andi Boyeli, zimekaa nne bwana kwenye neti, ni Andi Boyeli

anawauliza mmenisikia? Anaweka bao kwa heda, anaweka uzani sawa, anafungua kaunti ya mabao kwenye ligi kuu ya NBC. Kazi nzuri, Elimpanzu aliweka le kros, akaivuta Wilson Nangu diving heda kuwapa Simba bao la kusawazisha. Namba 8 Musa Saliboko Yanga Sports Club, KMC. dhidi ya KMC. Rashid Mohamed Bado Saliboko, Saliboko. Limekwenda moja kwa moja kuzama kwenye kamba baada ya mpira ambao ulichezwa na Rashid Muhammad Chambo, na ubao unasomeka moja moja. Hawaamini hiki ambacho wanakiona. Tazama alipokuwa Darwish Saliboko, akatandika ile mbaya ile, ameweka kubaya. We Saliboko we alitulia kweli kweli, na alikuwa mtulivu, ana sanaa ya ufungaji. Namba saba pakome zuzwa Yanga Sports Club Dhidi ya KMC anajaribu kuondoka tena, wao Izra mwenda moja, mbili, tatu, mwenda weka ndani ile sasa, pako nipampduzusa, anaandika bao la pili kwa Young Africans na bao lake la kwanza kwenye mchezo leo, aliweka pasi moja Hasanati, pasi ya viwango mno. Inamkuta pa kome suzoa. The ball in the space. A man in the space. The ball in the net. Mlinda lango angefanyaje? Kuna maisha baada ya dakika tisini. Number sita, Ismail Aziz, Fountain Gate, dhidi ya KMC. Parapanda, anacheza mpira mrefu mbele kule juu. Mukrim. Ismail Aziz, Kada. Ismail, mara zote wanasema ukimfukuza mwenda wazimu hakikisha unatupa na makopo yake. Ismail Aziz Kada hakuwa na ajizi, akiamini ajizi ni nyumba ya njaa. Anamwambia mlinda lango usifanye adhama pale, azimu inapobidi maana utajihalifu nafsi wakati wa taklif. Namba tano. Maxim Mpia Nzengeli, Yanga Sports Club dhidi ya KMC. Anaiacha tena kwa Zimbwe. Maxim Mpia Nzengeli pakaomzuzwa. Max Mpia zengeli a alitanguliza Yanga Africans dakika ya 36 ya mchezo. Maxim Pianzangeli alikuwa mtulivu kolikoli ndani ya box ndani ya 18, akatulia kakamua ya kwanza ile ya pili akamtazama mlinda lango wapyo amekaa akaweka kubaya kule ambapo asingefika mlinda lango. Namba nne: Clatous Chota Chama, Pamba Jiji dhidi ya Singida Black Stars.

mpira ile kupa aliweka sehemu ambayo alikwepo mlinda mlango Yona Amos, lakini ilikuwa ni mbali sana far post Yona Amos kuweza kuiona ile. Namba tatu, Idd Selemani, Namungo FC dhidi ya Azam FC. Mambo yatakuwa vipi? Kipenga kimesikika. Faisal ameanza, ameudhibiti mpira nado Dar es Salaam ni kubwa kuliko Ruangwa, kuliko Lindi! Ni Idi Suleiman Nado, hiyo Nado ni mfanano wa Cristiano Ronaldo. Ni goli ambalo limeanzia katika uwanja wa mazoezi, sio kwa bahati mbaya. Alipitishiwa kwa udhibiti kwanza, akanyosha mpira ambao umevuka nyota ambao wako pale na moja kwa moja kaingia. Okay, kambani amejitahidi kuruka Musa Malik, lakini wapi, haikufanikiwa ni Azam FC ni wahoka mikate wa Azam Complex, matajiri wa jiji wanatesa wakiwa nje ya jiji lao. Namba mbili, Mohamed Hussein, Yanga Sports Club dhidi ya Mtibwa Sugar. Mohamed. Hussein. Mohamed! Mohamed, Hussein, Mohamed! Anajitambulisha KMC Complex. Anaanza mchezo wa pili mfululizo na anasisitiza leo ni kwa nini amechaguliwa kuanza. Maxim, pia Nzengeli aliuacha mpira kwa Duke Buya aliyemsetia Mohamed Hussein Mohamed Kadrave, mpira ambao ulikuwa ni mzito kwa Konstantine, na hivi ndivyo kubwa anafanya angefanyaje Malimi mbele ya mpira wa mguu wa kushoto Mohamed Hussein Mohamed. Ni sababu kwa nini yameanza leo na namba moja ni Celestin Ecua Yanga Sports Club dhidi ya Mtibwa Sugar 29 imekaa kwenye kab juma ya pili, Young Africans na ni Celestin Ecua inachapwa juis yamua, aliitenga ile maxi zengeli mikasi kapigwa Cristiano Ronaldo watakeve. Celestin Ecua ameweka kwenye kamba na kumshangaza Constantine Malimi alidave, lakini wapi, mpira umekaa kwenye kamba chuma ya pili. Young Africans wanaandika ni mwendo wa juis yamua tu hapa

afunge bao la pili. Namba 4, Constantin Malime, Yanga Sports Club dhidi ya Mtibwa Sugar. Tuki Ogabuya, Mohamed Dumbia, Mohamed Dumbia. Namba tatu, Musa Malik, Namungo FC dhidi ya Azam FC. Jaribu kusogea, ananyosha mpira mrefu, Diaby anakataa. Musa Malik amekaa imara, jaribio kutoka kwa Yoro Diaby ni mbali kule, yes, ni mbali, mbali kule kweli, akaunyosha mguu wake na mguu kanyoka vema, pasi kutoka Kanute. Namba mbili, Omari Gonzo, JKT Tanzania dhidi ya Simba Sports Club. Tafuta hapaweze kucheza, ananyanyua mpira, cross kwenye nafasi, what a save! Omari Gonzo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 acyeaampupe wshambulizi. Na mkali wa wiki ni mshambuliaji wa Yanga Sports Club Andy Boyeli ambaye amefunga mabao mawili akitokea bench kuchukua nafasi ya Prince Dube na kuisaidia timu yake kupata ushindi wa magoli manne kwa moja dhidi ya KMC FC.